Mheshimiwa Raila Molo Odinga, vile tumeambiwa hapa, tulimjua kwa majina tofauti tofauti: Agwambo, Jakom, Tinga, lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba na tulimwita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote, hakuwa na ukabila na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote.